Kuanzia tarehe kumi na nane wa mwezi Aprili mwaka huu wa ishirini ishirini tano waumini wa dini ya Kikristo wanaanza kuungana na wenzao duniani kusherekea sikukuu ya Pasaka, ambapo msingi itasherekewa rasmi tarehe ishirini mwezi Aprili mwaka ishirini And... sikukuu hiyo mara kadhaa kuhusisha ibada mbalimbali ambazo hufanyika katika nyumba za ibada chana na usiku. Polisi Dar es Salaam imejipanga kuhakikisha waumini wanashiriki na kusherekea sikukuu hiyo kwa amani na utulivu. Wito unaendelea kutolewa kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wakati wa wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali. Pia Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam inatoa wito sha kwamba nyumba na makazi mbali mbali ya watu haviachwi bila kuwa na kuangalizi. Swala la usalama barabarani pia limesisitizwa kwa madereva wa vyombo vyote vya moto, lakini pia wale watumiaji wa barabara kuhakikisha wote kwa kwa pamoja wanazifuata na kuzitii sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali na madhara mengine ambayo yanaweza kutokea. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imekuwa pia ikifuatilia matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha CHADEMA ambao wamekuwa wakihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 eneo la mahakama ya Kisutu, huku katika mipango yake na mipango ya chama hicho wakilenga fanya kudugu kwa lengo la kushirikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa utuuniwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu anayetarajiwa kupelekwa mahakamani siku hiyo, ambayo limeitandwa. Jeshi la polisi kanda maalum linawakumbusha wahusika kuwa mahakama ma ni mamlaka za kisheria zilizohuru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Abi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaanza kwa kuwakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizohuru na ambazo hazipaswi kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Mamlaka hizi hazipaswi kutishwa. Jeshi la polisi kama msimamizi wa sheria haiwezi kutoa fursa ya mahakama ishwa wakati ikiwa inatekeleza majukumu yake ya kisheria. Hmm. Jeshi la Polisi Kanda Maalum na linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha kuhusiana na nia hiyo ofu la jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ninaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha, lakini wale wote wanaopanga kutekeleza nia hiyo ovu kuwa wasishiriki kwenye mpango huu, na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam natoa onyo kali. Jeshi la polisi kanda <tandabangu> aa <tandabangu tandabangu> la islamu linatoa onyo kali, wale waliowote ambao wanapanga mpango huo mbovu kufanya vurugu au funi kwenye eneo la mahakama tawa mikali sana lakini kwa mujibu wa sheria na dini watashughulikiwa. gari meizatu hmm. Lakini kwa mujibu wa sheria za nchi, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Pasaka wananchi wote wa Dar es Salaam ambao wanaungana na Watanzania wenzao kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinasherekewa kwa amani na utulivu.